Mendo nakwambia huyo sio rais wetu, rais wetu na jezi za mbalimbali. Huyo sio rais wetu, rais wetu sisi tunamjua tunamjua Musepe yani Mfatino na wale askari. Hao ndo marais wetu. Haya bwana. Toke huko turudi tena kwenye mchezo wa Mbeya City. Kipindi cha kwanza mmepata ushindi na mmemaliza game. Kipindi cha pili hamjapata bao. Siseme Mbeya City umeingia, umebadilika kipindi cha pili kuwazuia zaidi Simba. Hamna hicho kitu. Simba amerudi sahizi he wamekumbuka kwa Mungu. Walikuwa wanafanya mazoezi bunu Kipindi cha kwanza wametafuta matokeo, wamepata. Kipindi cha pili wamerudi bunji, wanafanya wame mazoezi yani wameshaama KMC, wamelekea ya bunji. Kwa hiyo kipindi cha pili nyewe, du, tunaona tuna mechi kumbe tuko mazoezini. Sio kwamba mnaridhika sana mkipata matokeo. Hatujaridhika, tuna mechi kubwa tumepewa sisi zamana East Africa kuibeba Tanzania na, na Afrika Mashariki na Kati. Kwa nini sasa tuendelee kuumiza wachezaji wetu wakati tunaona kuna wengine washaanza kupata injury. Tuna mechi tarehe 20 ya nusu fainali mkondo wa kwanza, tuumizwe na hao walimamiogo kutoka Kijivini. Yaani watuumizie wachezaji wetu tushinde kuwakilisha taifa. Ndio maana tumeamua kufanya mazoezi kipindi cha pili. Tumefanya mazoezi, tumemaliza mazoezi, sasa hizi watoto hawa wanaelekea kambini sasa. Shughuli imeshaisha, City tushawanyoa vipala. Wanakaribia kwenye ligi kuu msimu ujao, tunawakaribisha vizuri, waambie kwamba Simba ile sio Simba hii, wenzao wamezuia mageti pale. Wana Simba mnajiamini kweli kweli? Tunajiamini, tuna kikosi bora, tuna benchi na ufundi bora tumetoa wachezaji wangapi kwenye kikosi cha robo finali? Wachezaji wangapi tumetoa? Takriban tano, jiulize e! Wenzetu wametoa wangapi kwenye makundi? Hata mmoja ya kutoa Simba walitoa wawili wao hata mmoja kutoa Simba ni kubwa baba. Saizi kwa nafasi ya nne wanalalamika, bado wavimbe na wapasuke, na bado Simba tukichukua kombe, Simba nafasi ya tatu barani Afrika, mnaitaka namba moja mnani barani? Tushawaambia National Real, msimu ujao kwenye ngazi ya vilabu kombe la dunia, ngazi ya vilabu tunaenda wote. Kiwango eh? cha Joshua Joshua Mutale kasharejea yeah namba mbili uwezi kupewa jina na la alafu ikawa feti sifanye kazi sasa, kazi sasa, sasa ndio imeanza rasmi. Mechi ya ya ya ya ya mkondo wa wa kwanza semi final huko huko kuna kuna kuna wifi nchi hiyo hiyo hiyo ni balaa leo leo sana ah, baadhi vitu ameshuka kiwango kina kina drop kutokana na na mazingira jinsi gani, tunajua tuna mambo mengi kunyunyiza kama sako kwa kwa, kunyunyiziwa lazima upungue kasi, walikuwa hizi tunaendelea kumfungua kama unavyoona hadi naye alinyunyiziwa sasa hivi hivi tunamfungua, anaanza kurejea kwenye hali yake ya ya kawaida ateba ateba kwa kwa kwa hiyo, naye ananyunyiziwa sababu alianza kufanya kazi vizuri, kiwango drop kama mavamo na sasa sasa tofauti alichukua nafasi nafasi Fabrice Ngoma Ngoma, lakini anaupiga mwingi mwanzo mwisho. Kwa kwa kwa kwa sababu sababu gani hiyo hiyo, maana yake kuna ile ya kunyunyiza kama sako na sisi tunaendelea kupunguza zile kasi wachezaji wetu. Unaamini katika hilo mnani? Tunaamini nchi nchi yetu yetu Tanzania Tanzania tunaijua tunaijua, lazima tuamini hayo mambo yapo sana sana kwa hiyo yani lazima tuamini hivyo vitu na tunaendelea kufanya kazi wachezaji wetu wote ambao wamepigwa paso, tunaendelea kuwafungua sasa hivi. Wanaendelea kung'aa na, Nandi, leo mmepata matokeo goli tatu kwa moja lakini mashabiki wanasema kwamba mstahili kupata zaidi ya hii kutokana na timu yenu sasa hivi na ubora ambao watu wengi wanategemea magoli mengi zaidi ya Mbeya City. Hatuwezi kufanya kutumia nguvu kubwa zaidi ya Mbeya City, yaani Mbeya City wakumpiga na, na shoti gani Huyu unatumia lungu tu. Kwa tushampiga lungu kipindi cha kwanza, shughuli imeisha. Kipindi cha pili tumerudi Bunju, tumefanya mazoezi. Hatuwezi kutumia nguvu kubwa, tuna mechi kubwa, sisi tunawakilisha East Africa. Sawa? Sisi tunawakilisha East Africa. Kwa nini tupate shida kutumia nguvu kubwa? Kwa sababu sio muda wa kutumia nguvu kubwa sasa hivi, huu ni muda wa kutumia nguvu ya kawaida. Ndio maana kipindi cha pili tulikuwa mazoezini. Tumemaliza shughuli, tunajipanga kwa ajili ya mchezo wa tarehe 20. Kama ikiwezekana watupe mechi moja ya ligi ili tuendelee kuweka mpango sasa. Mechi moja ya ligi ya kati kati hapa mnakucheza na Almasi finali. Watupe hata mechi moja tuendelee kupata mazoezi, mm. Sisi tumezaliwa kwa ajili ya kucheza mpira hatukuzaliwa kwa ajili ya kucheza tennis. Tunacheza mpira wa miguu sawa, hatuchezi mpira wa mikono, tunacheza mpira wa miguu. Kwa hiyo binafsi, watupe hata mechi moja nyingine, tuendelee kupata finali. Mnayo na mnatamba nayo, mnani, finali tunayo na ubingwa tunao wa Afrika.

Orlando Perez amekula chuma, Kaiser Chiefs katupiga nne, kajaba kala chuma tatu, unaniambia huyo? Ambaye hata kwenye ramani ya soka hayupo duniani. Yaani huyo unatarajia huyo huyo, kama mahindi ya mchipu, surprise package ya mtu wa kwanza, kitu ngoshi, na kama kama mkubwa kuliko huyo kaingia kwenye wakati mbaya. Yani, kaingia kwenye wakati Simba anahitaji ubingwa, kwa hiyo kaingia kipindi kigumu sana. Yani akija hapa tu anakatamizwa kwenye pipa petroli la, la mafuta ana, anaungua tunamaliza shughuli. mimi na kuahidi baada ya mechi kisha anaweka goli saba, hiyo nani huyu anaweza kula saba huyo? Mimi nakwambia kwa sababu wale hawapaki, basi wale watataka kupishana, tunahifadhi hifadhi hifadhi maneno yangu. Yani wamekoswa sana tano hao, Simba hii inataka ubingwa kwa huyo mtoto mdogo We

kulinayo South Africa, sisi tupo kikazi zaidi. Eh? Ya, tupo kikazi zaidi, shukrani, asante sana. Malaika, mambo shwari. Mambo ni mwenga Nusu fainali sisi sio ngeni kwetu, tumeanza kuingia nusu fainali ya kombe kubwa la Afrika, inaleta shirikisho, tumeshaingia nusu fainali na leo tunapenda tumecheza tena mchezo wetu, tumeingia nusu fainali si, si. Kwa hiyo sisi nusu fainali kwetu ni kawaida, sio shida zetu na sio matatizo yetu, sijui kwa majirani zetu. Siku zote unaambiwa kwamba yaliyopita yamepita tunayozungumzia sasa kama huko nyuma yalikuwa yalikuwa ya nyuma ya sasa hivi ni mambo ni mbele kwa mbele ni sawa na, na, na mtume tu Mungu amempa kibali yoyote yule atakayokuja Simba namba mbili kama kama babaesa hajasema basi hiyo haiwezekanisl haiwezekani. Hakuna kuweza kumsimamisha mwamposa eh? Akuna ha kumsimamisha baba esa katika zile penalti kimataifa. Yeye alipiga ile penalti ya mwisho wa ushindi ile, nao naizungumzia ile penalti ya mwisho ile. Kapombe ni kawaida yake. Baba esa yeye ndiyo aliandaliwa aliandaliwa, kama ikiwa penalti, yeye atafunga penalti ya mwisho, na ile neno alitoa mwamposa akishirikiana na, na shemkuu wa Dar es Salaam hii walimwambia kwamba mtu wa mwisho atapiga penalti, kama ikifona penalti hapige shomali kapombe au eke baba Esther. Ile ni neno kutoka kwa Mamposa, mtumishi wa Mungu bora, mwenye kibali cha Mungu. Hakuna mtu yoyote amwe kibali cha Mungu zaidi ya Mamposa. Jesus, Jesus, Jesus.